Yes, mambo vipi bado tukiwa tuko visiwani Zanzibar. Yap, na leo nataka nikuoneshe zile, zile media, mega project ambazo zimefanyika kikamilifu katika, katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu Zanzibar ama Unguja hapa tunaweza tukaita. So hapo pembeni unaweza kuona ni uwanja wa New Amani Stadium, ni uwanja ambao umefanyiwa marekebisho kwa kiasi kikubwa sana na sasa hivi ndio unaonekana hivi, ni uwanja wa kisasa ambao umekizi vigezo vya CAF FIFA na kadhalika. Hata Simba mechi yao na Stellenbosch ile ya nusu fainali ilipigwa hapa. So niko maeneo haya hapa kukuonesha kukuonyesha ni namna gani serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambapo imefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha e, y inaboresha miundombinu. So niko maeneo haya hapa ya amani ya kama wewe uko mitaa hii ya Unguja basi niandikie hapo chini kwenye komenti Unaionaje new Amani Complex ya nilitamani kuingia ndani lakini imeshindikana ime kutokana na, na restriction ambazo kwa sasa zipo, sababu bado uwanja upo chini ya, ya mkandarasi, unaendelea kujengwa. So unaweza ukaona kwa mbali japo kwa mbali namna gani unafanana uwanja wa Amani, new Amani Complex, yeah. So niko mitai hapa hii ya Amani, so niko mitai hapa ya Amani kukuonesha yapi ambayo yanaendelea, yapi na inafananaje kwa sasa, na huu ndo uwanja wenyewe juu Amani Complex ambao unapatikana hapa visiwani Zanzibar au Unguja yeah. So, usisahau kusubscribe, like, comment, na kushare, na ya so nakushea niandikie hapo chini yeah.

Hii hapa ni mitaa, yeah, ya Amani hapa hapa Unguja. Kama unajua lolote kuhusiana na mitaa hii hapa ya Amani, niandikie hapo chini. Mimi ndio niko maeneo haya hapa leo kuja ku yapi ambayo yanapatikana ya kutoka mjini kufika hapa Amani. Nauli ni shilingi mia tano kwa daladala. Yapo hapa daladala zinazoenda daraja zi zi daraja bovu kwa safe eh, mpaka hapa Amani ya nauli ni shilingi mia tano tu. Yeah, this is Zanzibar for you. yu Zanzibar kiukweli imebadilika sana 2025 kama wewe mwenyewe unaweza kuona hivi, na hii ni mitaa ya Amani na tunakupitisha katika mitaa ya ndani kabisa, ili uweze kujua kwamba Zanzibar sio tu Forodhani, sio tu Paje, sio tu wapi Jambiani, na bichi zingine, bali Zanzibar ni kila, kila sehemu. So leo niko zangu maeneo haya hapa ya Amani ili nikuoneshe ehe, reality from the ground, Zanzibar inafananaje katika vichochoro vyake ya yeah. Kwa hivyo niandikia hapo chini, umeionaje Zanzibar? Yeah. Zanzibar nayo ni miongoni mwa miji ambayo imejengwa kwa kufuata mitaa yeah. So hata kama mgeni huwezi kupotea kwa sababu imejengwa kwa kufuata mitaa yeah. Kama ilivyo katika mji wa Tanga yeah. Fuatilia video zangu za Tanga utaweza kuona Tanga imejengwaje? yeah. na huu ni mji mwingine wa Waswahili kama nilivyokuambia na Kiswahili ambacho tunazungumza ni kimesanifishwa kutokana na lahaja ya Kiunguja ya kimesanifishwa kutokana na lahaja ya Kiunguja ambayo inazungumzwa hapa ni ile ipo Unguja. kwa hivyo leo niko nyumbani kwa Waswahili na Kiswahili chenyewe uh, na haya ni maeneo ya amani yeah. so kama una maoni yoyote yale Niandikie hapo hapo chini, nami nitapita na maoni yako. Umeionaje Zanzibar from the ground huku, umeionaje? Ah. Always Zanzibari ni njema, atakaye yoyote na aje. Zanzibari ni mji ambao unampokea kila mtu. Watu wake ni watu rahimu sana, sijapata vurugu yoyote kutoka kwa Wazanzibari. Yeah, ni mji ambao umetulia, watu wake ni watu ambao wametulia, hawana rapsha rapsha za ugomvi yeah, na magomvi kwa ujumla. Hili linaitwa likwama, likwama ya kama, ulisoma vitabu vya zamani vya Sheikh Shaban Robert, kutoka unalijua vile, likwama ni mkoteni, okay, kama ule pale This is Zanzibar for you. This is Zanzibar, isn't it? In the reality from the ground Yeah. Andikia hapo chini umeionaje Zanzibar, nikiwa nipo katika mitaa ya Amani huku yeah. Andikia hapo chini umeionaje? Na hivi ndivyo inavyoonekana katika 2025 ya yeah. Huu ni mtaa wa Gongo Maza, ukaona umeingia huku yeah. So ni maeneo mazuri mazuri mazuri sana, kama nilivyokwambia, pamejengwa kwa kwa kufuata utaratibu wa mitaa, kwa kufuata utaratibu wa mitaa. Majority ya Wazanzibari ni Waislamu. Yep, majority ya Wazanzibari wengi ni Waislamu. Aha. Haina maana kama Wakristo hawapo wa Wakristo pia wapo, lakini eh ambayo lakini ni minority Wakristo, wengi ni Waislamu. Yeah. Kwa hivyo mzo kaona mwenyewe namna gani na huku salamu kubwa ni assalamu alaikum na watu wana obey the rule of Allah pia so, ah, yani kama ilivyo sehemu zingine lakini, tu huku watu wengi ni waislamu majority. Uh, dini zingine ni, ma, ni minority tu ya population ya watu ya wa Zanzibar. Unaweza ukaona hii milango, unaweza ukaona nakshi za milango hivi zilivyopambwa design kwa design Zanzibar, kaona nakshi za milango. Visiwa vya, vya Zanzibari vilipata uhuru wake kupitia mapinduzi ya tarehe kumi na mbili Januari 1964, yap chini ya mzee Abeid Amani Karume, ya yeah. ambaye baadaye alikuwa rais wa kwanza he, wa, na mwenyekiti wa baraza kwa yeah. hiyo so, ilipata ilifanya revolution kwa kumtoa Sultani. Mapinduzi hayo matukufu yalifanyika katika Januari ya tarehe 12, ya katika Januari ya tarehe 12, eh chini ya chama cha ASP African Af, eh kiongozwa na wazee mashuhuli na mzee wetu mzee Abeid Amani Karume yeah ambaye eh, aliongoza mapinduzi haya lakini baadaye mwaka huo huo mwezi wa nne ukafanyika, ukafanyika, ukafanyika muungano wa kuunganisha e, Tanzania Tanganyika ambayo ni Tanzania mainland ya sasa na Zanzibar na ikapatikana neno Tanzania. So na sababu za muungano zilikuwa nyingi, lakini mojawapo ni kutokana na ile historical factors kwa maana watu wa visiwani na watu wa bara walikuwa na historia ya mchangamano na mwingiliano, si leo, tangu zamani ya mpaka kufikia kipindi cha utumwa ya, lakini vilevile vile, sababu za kiulinzi na usalama aha, sababu za ulinzi na usalama pia zilichangia lakini vilevile mahusiano mazuri ya viongozi hao, mzee Nyerere na huku mzee Karume ilichangia pia kuchagiza, lakini vile vile intermarriage kama tunavyoweza kusema, ambayo ndio hiyo mahusiano mazuri, watu walikuwa wakihusiana vizuri amani. So, ya yeah, intermarriage nayo ilipelekea ili uraisi wa, wa muungano ndio leo tukapata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sababu zingine nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi ambazo siwezi kuzisema zote hapa leo. You can go in the lane for your self. Kwa hivyo hii ni a brief brif about Zanzibar, ikiwa leo niko hapa, nipo maeneo ya amani ha, niko maeneo ya amani ha, Yeah. So, hii ndio Zanzibar ambayo hauwezi kuiona kwenye TV nimekutoa hotelini, nimekutoa Forodhani, nimekuleta katika maeneo ya ndani ya visiwa hivi vya marashi ya karafuu ya, na huku ndi kwamba kwa Wazanzibari wenyewe majority huishi na maisha ya kawaida yanaendelea. Ya, kwa maoni yangu, maisha yana tofauti na yale ya Dar es Salaam, ya, ya au labda ya Tanga Aa, ni maisha yale yale isipokuwa ukija kama mtalii, basi maisha ni expensively and little high end, sio little bit, ni very expensive. Ukija kama mtalii kwa sababu unakuwa na package yako ya utalii, lakini ukija kama solo traveler with low budget unaweza kusurvive kwa, yeah, sababu mambo ni yale yale kama daa, mambo ni yale yale kama Tanga na maeneo mengine. Kwa hivyo, kama nilivyokuambia, Zanzibar imejengwa kwa kufuata mitaa, na nadhani unajionea mwenyewe. Nasikia kwamba kuifanya isichoshe na isikupoteze, mitaa yote inatoka katika barabara kubwa kuelekea interior, jambo ambalo kuelekea katika mitaa. Wow, wow. Hiyo, kwa hivyo, yeah. yeah. So this is New Amani Street. Tunatokea maeneo ya New Amani nikishika hii barabara kubwa hapa kurejea maeneo ya mjini. Kwa hivyo naweza ukaniandikia kwenye comment, kama unaijua nitahii unajua, unajua, unajua kwa lipi, na ungependa pia twende wapi? ya nita, hizi gari hizi zinaitwa chai maharage ya ni daladala ambazo pia zinatumika huku. Kwa hivyo ukifika, ni vizuri ukaexperience So, this is Zanzibar you don't see on TV. Niandikie kwenye komenti umeionaje Zanzibar hii, hey, mitaani semu ambapo watu wengi hawawezi kufika, wanaishia tupaje na kupenda beach na maeneo mengine. Mimi nimeamua kukuleta ndani kabisa uweze kuona maisha halisi ya yeah. Kawaida sana ya Mzanzibari yeah. so, Niandikie hapo chini unaonaje, na mimi nitapita na, na komenti yako bila shida yoyote. Kitu ambacho nimekwambia ukiwa Zanzibar, kuhusiana na usalama, ni kitu ambacho wamekuhakikishia kwa asilimia mia moja, kwa sababu karibia kila sehemu inayopita kuna kamera za usalama, ambapo hauwezi kuibiwa. Na ndio maana inasema Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Intelligence hapa ni kubwa sana, tofauti na unavyofikiria kujua huu ni mtaa gani hapa, lakini tuendelee tu kupotea pamoja l kanitoaje mtaa huu, niko maeneo ya Kibanda Maiti hapa ya nikiwa nimetokea Amani ya. Kwa hiyo hapa ni kibanda maiti pana hivi, so kama unaona kama mitaa hii au unaijua, niandikia hapo chini. Mimi ndio napita hapa mitaa yenu sasa hivi maeneo ya kibanda maiti. Ehe, uh -huh, nikiwa naendelea ku explore kuonesha, ehe, uh -huh, the beautiful the other side of Zanzibar, ambayo watu wengi hawawezi kuonyesha na hawawezi kufika huku. Ni kibanda maiti, yeah as a, a solo traveler. ya aaooaehili ni jikunlangu

So, nozokaona This is Zanzibar. You don't see on TV. Jambo zuri ambalo naweza nikakwambia linaloendelea lina huku Zanzibar ni mega project ambazo zinaendelea. Kuna mega project kubwa sana kama vile stendi za mabasi, uwanja ule wa Amani ambao nimetoka kukuonesha, na malls kubwa kubwa, nyingi ya barabara, kuna bara ya, miradi ya nyumba, residence areas Uh, so ni jambo zuri, jambo zuri sana ambalo linaendelea kufanyika katika viunga hivi hapa vya Unguja na Zanzibar kwa ujumla, yeah. Na ndio maana wanasema Zanzibar ni njema atakaye na aje. Niandikie hapo mabadiliko gani ambayo wewe umeaona katika Zanzibari ambapo labda wakati uliokuja haukuyaona, basi nami nitapita na komenti yako bila shida. Lakini pia niandikie ungependa tuweze kwenda sehemu gani pia kwenda ku explore nitapita pia na komenti yako bila shida yoyote ile. This is Zanzibar 25 20, 20, I give you the vibe that you don't get anywhere ambayo you can't get this vibe anywhere, huwezi kupata sehemu yoyote so chamsingi subscribe, like, comment na share hii. you ndo know, other side of Zanzibar you don't see on TV. Yeah. Ukiona maeneo haya hapo ya kibanda maiti kutokea Amani Complex

chei Zanzibar, unaionaje Zanzibar mpaka ha? kufikia hapa tulipofika unaionaje Zanzibar? Unaionaje unguja ya yeah. hii ndio unguja ambayo hauwezi kuiona kwenye TV. Mimi nimekuletea leo hii live bila chenda kabisi. Chotaka kufanya ni kulike, kushare na kusubscribe ili tuwe wengi zaidi na video ziweze kufika mbali zaidi. Ya kue tumetokea huku tunaelekea huku. Unaweza kaona hizo kamera hapo juu, kiasi kwamba wanahakikisha watu wanafuata sheria za barabarani. Ya hakuna tena longolongo na suala la kujengwa kwa mitaa barabara, Zanzibar imejengwa kwa kufuata mitaa. So hiyo ndo Zanzibar for so you the other side of Zanzibar you don't see on TV. Ndio hii, maeneo mengine ya Zanzibar ambazo ambayo hauwezi kuyaona kwenye televishon, ndio haya hapa ambayo mi nakupitisha leo. So kama una maoni, ushauri au lolote lile kuhusiana na vlog hii katika series hii ya pili ya mji huu wa Waswahili tukiendelea kufanya comparison and contrast. Yeah. Omarzo ya kuhusiana na hii miji ya Waswahili kama unalolote niandikie hapo kwenye comment nami nitapita na comment yako. Aha, usisahau pia kusubscribe, lakini katazame video za Tanga nafikisha uendelee na silizi hii ambayo tupo Unguja, yeah, itakuwa magoli sana itakuwa vizuri sana kwa hivyo, mimi ni Navigator Chinduli na hapa sina la ziada, tukutane katika silizi ijayo, katika video inayofuata. Sikijua nitakuwa mitaa gani hii. Nilikuwa nimetokea maeneo ya Amani kompleksi mpaka hapa panaitwa kibanda maiti ya yeah. So tuishie maeneo haya hadi wakati mwingine.